Katika mazingira adimu ambayo watu wengi hawakuyatarajia chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimejikuta kikipata fursa adimu ambayo inaweza kuwa na msaada mkubwa katika ajenda yake ya No Reforms, No Election inayosisitiza umuhimu wa mabadiliko ya sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, lakini pia katika uhai na makuzi ya chama hicho kikuu cha upinzani. Na hayo ya na, ya, fursa hiyo imejitokeza wakati chama hicho kikikabiliwa kiki na juhudi endelevu kutoka kwa CCM pamoja na taasisi zake ikiwa ni pamoja na mfumo, vyombo mbalimbali vya dola, mahakama, magereza dhidi ya kwa upande mmoja viongozi wa chama hicho, lakini pia wanachama wa chama hicho na chama kwa ujumla. Kwa hiyo fursa hii adimu imekuja wakati muwafaka kabisa, kwa sababu inaweza kuisaidia CHADEMA kuua ndege kadhaa kwa jiwe moja. Lakini lengo la makala hii sio kurudia kuhusu ukandamizwaji mbalimbali unaofanywa dhidi ya CHADEMA u makala zangu mbalimbali, makala mbali mbali za Jasusi TV zimeshaorodhesha nini ambacho kimekuwa kikiendelea dhidi ya chama hicho hususan baada ya uongozi mpya wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu kuingia madarakani Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Takriban nyote ni, mnafahamu nini kinachoendelea dhidi ya CHADEMA, lakini kubwa zaidi wakati huu tunaoongea, kwa upande mmoja Mheshimiwa Lisu yupo gerezani ya takri, ya inakaribia miezi mitatu sasa, akikabiliwa na tuhuma za mchongo za, uge, za uhaini um, lakini pia CHADEMA kwa muda huu imefungiwa kushiriki shughuli za kisiasa aa, katika ili, awali ilikuwa ni siku kumi na nne lakini kabla siku kumi na nne hazijafikia ukingoni jaji anayeendesha kesi husika hakutokea mahakamani. Kwa hiyo zuio hilo linaendelea, na kwa sasa matarajio ni tarehe kumi ya mwezi wa saba ndipo kutasikilizwa endapo kutakuwa na mabadiliko, lakini dalili zinaashiria kuwa hata hiyo tarehe kumi huenda zikatokea danadana ili chadema iendelee kutofanya shughuli zake za kisiasa kwa matarajio kwamba wanailegeza uh, hizi harakati za chama hicho sasa fursa adimu imejitokeza lakini fursa hii sio adimu kwamba imetokea ghafla hapana kimsingi katika siasa katika mfumo wa siasa za vyama vingi tangu mfumo wa siasa za vyama vingi uanze mwaka 1992 kila unapojiri uchaguzi mkuu CCM huwa inaelekeza nguvu zake katika nafasi yake ya kushinda kwenye uchaguzi katika nafasi ya uraisi, lakini wakati huo huo, ndani ya chama hicho nafasi nyingine kama udiwani na ubunge huwa ni vita kubwa, ambayo mara kadhaa imewahi kutishia uhai wa CCM kwa ujumla. Hiyo ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisina tano ambapo ulikuwa uchaguzi wa kwanza wa chama hicho ambapo mchuano kwenye ura, nafasi ya uraisi, ndipo ambapo CCM ilikuwa inajaribu kukabiliana kwa nguvu na upinzani na chaguzi zilizofuata. Kwa hiyo katika nafasi ya uraisi CCM ndio huwekeza nguvu kubwa dhidi ya upinzani. Lakini zinapokuja katika nafasi za ubunge na udiwani hiyo inakuwa ni vita ndani ya chama hicho na vita ambayo mara nyingi huwa inatishia usalama wa chama hicho. Wakati CCM inapo rais aliyepo madarakani wa CCM, anapokaribia kumaliza anapomaliza mihula yake miwili akiwa hai, ndipo vita nyingine ile kama iliyotokea kwa ubunge huwa inahamia kwenye nafasi ya urais. Ushahidi ni ilivyojiri mwaka 2015 uh, na kumi ambapo zaidi ya wana CCM 40 walijitokeza kutaka kuwania nafasi ya urais. Uh, awali um, ilipokuwa mwaka elfu mbili na tano pia kulijitokeza mtafaruku mkubwa wa kupata mrisi wa urais wakati huo marehemu Benjamin Mkapa, ambapo wana CCM kadhaa walijitokeza na ilikuwa vita kubwa kubwa sana ya kumpata mgombea na zilitumika mbinu chafu sana kuja kuhakikisha kuwa kundi fulani linaibuka kidedea katika nafasi ya urais. Lakini vita ya ndani ya CCM huwa ni kwenye nafasi za ubunge na hizi za udiwani. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kwa Chadema, fursa hiyo imejitokeza tena mwaka huu 2025 na imejitokeza katika mazingira tofauti mpaka. Um, sasa uh, tayari watu mbalimbali wamejitokeza ndani ya CCM kutangaza kwamba wanawania nafasi za ubunge. Nafasi za udiwani hazijasikika sana lakini, zaidi majina mbalimbali yameanza kusikika ya ki aidha. Uh, tayari wa, baadhi wamechukua fomu za kuwania ubunge uh, wengine wamechukua na kuzirudisha, wengine wametangaza tu dhamira ya kuwania uh, nafasi ya ubunge. Ieleweke tu kwamba katika kinyang'anyiro kwenye nafasi ya urais uh, hakuna upinzani mkubwa dhidi ya mgombea wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, hakuna upinzani mkubwa. Kwa hiyo hii pia ni advantage kwa Chadema kwa sababu jitihada kubwa a, kwa CCM hazitoelekezwa katika nafasi ya urais, kwa vile hakuna mgombea wa kutisha ambaye anatishia nafasi ya mgombea wao. A, huyo Samia Suluhu Hassan kushinda au kutoshinda itakuwa ni ndani ya uwezo wake mwenyewe, ni ile nafasi ambayo haina upinzani katika mazingira yaliyokuwepo mpinzani mkuu wa, wa, wa, Samia, wa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye kutokana na mizengwe sasa hivi yuko jela, ili asiweze kushiriki katika uchaguzi huo. Japo Chadema walishasema kwamba pasipo marekebisho ya kanuni za uchaguzi chama hicho hakitoshiriki, lakini hiyo haikutosha kuwaondolea hofu CCM kwamba, aa as long as Mheshimiwa Lisu akiwa wa uraiani basi wao walidhani kwamba inaweza kuathiri uh, nafasi ya uraisi kwa mgombea wao. Kwa hiyo vita kubwa ndani ya CCM sasa hivi ni kwenye nafasi ya ubunge. Sasa kuna makundi mbalimbali mbali ambayo yanatengeneza hiki kinyang'anyiro cha ubunge uh, katika majimbo mbalimbali mbali ndani ya CCM kuwa cha moto kwa sababu um, katika mazingira yaliyopo kuna watu ambao wanaonekana kama wamepewa, wamepewa ridhaa na rais mwenyewe, yani mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, mama Samia Suluhu Hassan, kwa mujibu wa maelezo, kwamba kuna watu ambao wametumwa wakagombee, matarajio kwamba wakigombea watapewa watapata ubunge. um, wakiwa wabunge uh, watateuliwa kuwa mawaziri. Kuna watu kadhaa ambao majina yanatajwa, hiyo ni mada ya siku nyingine, lakini ieleweke kwamba moja ya makundi ya watu waliojitokeza kuwania ubunge ni wale ambao wana matarajio ya kupata, uh, kupata kushinda ubunge na baada ya kushinda ubunge kuteuliwa kuja kuwa uh, mawaziri na wengine kushika pengine yenye sifa za juu zaidi ya waziri. Angalau mtu mmoja anatajwa kwamba endapo watafanikiwa kushinda ubunge, huenda akaja kuwa waziri mkuu ajaye, lakini hiyo ni mada ya wakati mwingine. La pili, kundi la pili la wagombea wa huu ubunge ndani ya CCM ni watu ambao tayari wanashikilia nafasi hizo. Kwa hiyo hawa wanatetea nafasi zao na wameshajitokeza mapema, wameshachukua fomu na wengine wamezirudisha. Kwa hiyo wanaendelea kungang'ania nafasi zao miongoni mwao ni watu ambao tayari wana nyadhifa kubwa, wengine ni mawaziri, lakini wengine ni wabunge tu wa muda mrefu katika majimbo yao. Kwa hiyo hawa baadhi yao wanaona wana hatimiliki ya kuendelea kuwa nayo majimbo. Kundi la tatu ni watu ambao wameingia kwenye kinyanganyiro hicho kutokana na uwezo wao wa kifedha, kwamba wana uwezo mkubwa wa kifedha, wana uhakika kuwa wanaweza kuwatoa waliopo madarakani katika majimbo mbalimbali. Kundi jingine ni watu ambao hii ni dogo la watu ambao wanaonekana kwa namna moja au nyingine Uh, hawastahili kuendelea kuwepo, uh, miongoni mwa watu ka, katika majimbo kama haya. Kama ni uh, Askofu Josephat Gwajima ana changamoto kubwa kwa sababu kimsingi uh, kutokana na mtafaruku uliojitokeza hivi karibuni, yeye uh, kukemea masuala ya utekaji, amejiweka katika nafasi ngumu ya kushikilia jimbo hilo, lakini pia mbunge Luhaga Mpina ameonekana kuwa kama ni mbunge wa upinzani kutokana na msimamo wa kuwatetea wananchi. Kuna majimbo haya ambayo yanaonekana kuwa uh, Wali, wanashikilia saivi, sasa hivi ni kama watu ambao hawatakiwi kuendelea kuwepo. Sasa kwa nini hizi zote ni fursa kwa Chadema? Ni fursa kwa sababu idadi kubwa ya Watanzania mpaka muda huu inasimama na Chadema katika ajenda ya no reforms, no election. Na ajenda hii haipaswi kuangaliwa katika huu uchaguzi utakaofanyika Oktoba mwaka huu. No reforms, no election inatakiwa kuwa ajenda endelevu beyond uchaguzi utakaofanyika mwaka huu kwa sababu kama Chadema wangebadili msimamo na kuamua kushiriki, matokeo yake yangekuwa ni kama mwaka elfu mbili na ishirini wangeporwa ushindi, wangeonewa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo malengo yasiwe ya, ya kuishia elfu mbili na ishirini na tano bali malengo kuwa endelevu. Na uzuri ni kwamba vita hii ya kisiasa sasa hivi imeamia ndani ya CCM na kwa hakika kutakuwa na mtifuano mkubwa kwa sababu moja ya msingi tofauti na uta, uongozi wa CCM uh, chini ya tuseme ulivyokuwa wakati wa uh, marehemu John Magufuli ambaye kwa hakika alikuwa ni kiongozi mkali na aliogopwa sana ndani ya CCM na aliwabana viongozi wenzie ndani ya CCM uh, utawala, uongozi wa CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kiasi kikubwa amekuwa ni yeye mwenyewe anasindikika kama ya upole, kwa hiyo si mtu ambaye anaogopwa sana ndani ya CCM. Na kwa kiasi kikubwa uongozi wake ni kama umewaachia wana sisi wenyewe wachuane, japokuwa inatajwa kuwa tayari naye na watu wake ambao wanataka washike nafasi hizo a. Lakini kwa kuchuana kwenye majimbo, kwa maana kwamba watu wapata msaada wa kutosha wachuane, wakishinda basi huenda kuna nafasi zinawasubiri huko mbele. Kwa hiyo hii ruhusa iliyopewa kwamba kwa, kwa, kwa Kiingereza tafsiri kuna, kuna msemo wa Kiingereza wa mbwa kamla mbwa, yani ni vita ambayo yeyote anaweza kumeza yoyote vita ya kupigania maslahi binafsi lolote linaweza kutokea. Sasa hii inatoa fursa nzuri kwa Chadema kujikita katika ajenda yake no reforms, no election. Hapa katikati ajenda imeanza kusuasua. Imeanza kusuasua kwa sababu awali uh, baada ya chama hicho kuitoa hiyo ajenda ilikuwa ni kwenye majukwaa ya kisiasa. Bahati nzuri akajitokeza mwanaharakati Mange Kimambi ambaye akahamasisha uh, harakati hiyo iingie mtandaoni na katika mtandao lengo liwe ni kuunfollow chawa, iwe ni katika kuweka comment za no reforms no elections popote utakapokuja hao chawa na matukio ya kutaka kuwatoa watu relini. Kwa bahati mbaya, takriban wiki mbili baada ya ya ya msukumo huo uliotolewa na mwanaharakati Mange, kidogo kumeanza kusinzia. Yani wale watu ambao walikuwa wanapaswa kufanya jitihada za kuanfolo, jitihada za kuweka hiyo ajenda waji, ya no reforms no election kukumbushana kwa kiasi fulani kumeanza kusuasua. Lakini kusuasua huku kwa namna moja pia kunachangiwa na viongozi waandamizi wa Chadema, hawajajitokeza kwa nguvu kuisapoti hii kampeni ya mtandaoni. Wanaendelea na kampeni ya majukwaani ambayo sasa hivi imesimama kwa sababu Uh, mahakama imekizuia chama hicho kufanya kampeni. Kwa hiyo hii ni fursa kwao kuwekeza nguvu mtandaoni. Ni muhimu kwa watu kama Mheshimiwa Lema, ni muhimu kwa watu kama Mheshimiwa Mnyika, ni muhimu kama kwa Mheshimiwa Heche kujitokeza hadharani, kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii, na kuwaambia watu kwamba hivi ndivyo tunaweza kufanya kampeni ya no reforms no election kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi tumezuia kufanya hii. Ni muhimu waongee na watu wafanye waonyeshe wa, wa ule mvuto wawavute hawa watu ambao wako tayari kukisapoti chama hicho na haya na, yanawezekana katika kipindi hiki ambacho kwa kiasi kikubwa CCM wako katika vita kubwa ya ndani ya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni fursa adimu kwa Chadema ambayo akiitumia itakuwa na manufaa makubwa. Kwa hiyo hili linawezekana kwa sababu liko ndani ya uwezo wa Chadema wenyewe ch na sio tu kwamba liko ndani ya uwezo wa Chadema, lakini uzuri ni kwamba macho ya dola macho ya CCM na wana CCM wenyewe yameelekezwa kwenye huo mtifuano ndani yao. Sasa hii ni fursa, kwa sababu adui anapokuwa yuko busy na matatizo yake inakuwa ni fursa kwako kufanya um, yale ambayo unapanga yaweze kukufanikisha. Si kwamba uonevu um, dhidi ya Chadema utapungua, hapana. Sio kwamba utaisha, utaendelea kuwepo lakini focus kwa kiasi kikubwa ndani ya CCM itakuwa ni kwenye michuano ndani yao wenyewe na hii ni fursa muhimu ya Chadema kuitumia hasa kwenye mitandao ya kijamii, kuipromote ajenda ya no reforms no elections, lakini pia kuvutia wanachama ndani ya chama hicho na sapoti nyingine. Je, una maoni gani katika hili? Karibu basi utoe maoni yako hapo chini. Asanteni na kwaheri.